Mwisho ni mwezi wa pili. Hakuna extension mm. Na kama huu ni mwezi wa kwanza tarehe kumi mm. tuna uhakika Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya barabara mm. tutakamisha, sisi tumeiona, tunaamini kwamba tarehe ya mwezi wa pili mwaka huu na hicho ndio mi, mi, ma, miradi yote ambapo inaisha sasa. Changamoto ambayo tumetokea kwenye hii miradi baadhi ni vifaa tu kuchelewa, lakini sio fedha. Wengine waliagiza vifaa China, watu kimechelewa bandarini, kwa hiyo wamechelewa, lakini almost ni kati ya miradi ambayo eh, mheshimiwa rais katika miradi ambayo nadhani kwa sisi watu wa barabara kesha wametendea haki ni hii, kwa sababu ni miradi ambayo tusingetegemea mvua hizi zinazoanza tena tukumbane nazo zikute tuko tumeshapita hatua hiyo. Kwa hiyo tunamwagiza mtu wate mkandarasi kuhakikisha kwamba hapa palipo baki kwa sababu tu aweke kujenga e, miundombinu yake yote na kuikamilisha, kuweka alama, kuweka hizo taa, wananchi waendelee kutuma na kupata hizo huduma zao. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namna ambavyo aliposikia kilio cha wanalongido kuhusiana na daraja hili la Tanganyeti liliua watu kumi na moja likaua watu sita likakwamisha kupitisha mizigo na kufanya biashara ya kimataifa na ndani ya nchi, lakini yeye mwenyewe aliamua kutoa fedha shilingi bilioni nne nukta sita kuja kujenga daraja hili, na leo umekuja kushuhudia wewe ukiwa sehemu ya wizara hiyo, usimamizi wa daraja hili lakini mimi nataka nikuhakikishie, wananchi wa Longido wana furaha kubwa kuona namna ambavyo hapa daraja hili kwanza mkandarasi amejenga kwa wakati na bado value for money tunaweza kuziona na namna ambavyo wanakwenda kumaliza mradi huu. Ni heshima kubwa sana kwetu sisi wana Longido kwa sababu barabara hii ni ya East Africa. Hapa mheshimiwa naibu waziri, tumesimama ukiwa unatoka hapa kwenda Nairobi, kilomita 150 tu, maana yake unapozungumza unakwenda ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu, na hii ni East African Community. Mikutano mingi ya East Africa inafanyika hapa Arusha. Kwetu sisi ni neema kubwa sana, ndani ya nchi na nje ya nchi. Usafirisha mizigo hapa, watu wanafanya shughuli zao. Ukikaa kwa dakika tano, unaweza ukaona namna nzuri ambao Wakenya wanatumia vizuri sana hii barabara, maanake wanaagiza mizigo kutoka Tanzania. Wanapeleka Kenya, inakwenda Somalia, inakwenda Uganda, Sudani ya Kusini, maana hii ni barabara ni ya muhimu sana. Kuhusu nafasi ya ajira kwa wakazi wa wilaya Longido, Injinia wa mkoa amesema hapa wameajiriwa watu wengi, lakini kiukweli, wakazi wa wilaya Longido walioajiriwa katika daraja hili ni wachache sana, na hili tukuombe, mheshimiwa naibu waziri, wakati mwingine miradi inavyokuja mikubwa mikubwa ni fursa kwa ajira kwa wakazi wa eneo husika, ni muhimu sana kwa zile kazi ambazo hazihitaji taaluma kubwa, na hata kama ni taaluma kubwa, lakini wako waliosoma tu, wajali wananchi wa eneo husika. Vinginevyo mradi huu ukikamilika kwa sasa itatolia changamoto kubwa sana ya hofu ya amani. 2023 tulipata majanga makubwa hapa, tulipoteza wenzetu noa moja ilizama moja kwa moja, lakini haijapita muda mrefu tena wakafa watu 11 hapa kwa hiyo, kwa sisi kukamilika kwa daraja hili litakuwa faraja kubwa kwa wilaya ya Longido na kwa wakazi wake. diwani viti maalum tarafa Ndime ni nimshukuru naibu waziri kufika Longido na nimshukuru mheshimiwa rais kwa kukumbuka kutupa kututengenezea daraja hili, imekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kutekelezwa na miradi ambayo mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri amezisemea tunaomba basi mheshimiwa na mheshimiwa waziri a, afikishe basi, kwa sababu tumekuwa na changamoto nyingi za barabara kama barabara ya Siha kutoka Kamwanga kilomita 44. Pia tunaomba mradi huu basi utekelezwe kwa wakati.